Haya tena wazee, tumerudi tena leo kuja kuongea mawili matatu, na Mungu atusimamie katika hili. Kama tutaenda kukosea, basi Mungu atusamee. Habari Leo, watanzania waliouawa kwa kupigwa risasi na polisi wafikia 23000. Hicho ni kichwa cha habari ambacho kimetoka kwenye gazeti la Habari Leo. E, naomba nisamehewe kama nitatoka nje ya sheria katika kuliongea hili, but hicho ni kichwa cha habari ambacho nimekichukua. Tunarudi kwa Watanzania. Haya Watanzania nalalamika, poleni. Mimi niwape tu pole ni kwanza, mimi niwape tu pole, na yale yote ambayo yametokea kwamba kabla tarehe 29 Oktoba, kuna mashehe maustadhi, e, wanaharakati wengine ambao walikuwa wakikanya na kupinga vikali tukio la maandamano, nikiwemo hata mimi. Nilipinga vikali, nikasema, jamani, watu wasitoke wasiandamane, kwa sababu watu wakiandamana, yatapatikana matatizo mengine, hali zitakuwa mbaya, amani itatoweka, vifo, damu itamwagika. Na sio siafu tu, mashehe kibao, maustadhi wakubwa wenye elimu zao. Hata wale ambao waliokuwa wakihamasisha wakati huo kufanya jambo hili kipindi cha nyuma, wakarudi tena wakegeuza kauli zao na wakataka amani. Bado hamkujifunza mpaka mtu alikuwa yupo katika mrengo fulani wa kukubali mambo kama hayo, amerudi tena mtandaoni baada ya miaka kadhaa kupita, baada ya kutokea aliyotokea, wakaja wakarudi, jamani, eh, msifanye hilo jambo baya. Wakatumia mpaka aya katika Qurani na hadithi, lakini still bado kuna watu mkawa kusikia mtatoka mnadai haki, mnasema maandamano ya amani. Hivi kweli aliotokea alikuwa ni maandamano ya amani? Vijana, yale mlioyafanya alikuwa ni maandamano ya amani yale? Haya, mmefunga mabarabara, mmeingia mabarabarani, na wallahi mimi sijaona bango, sijajua ye wenzangu, labda niliona mabango watu wakitaka nchi, sijaona mimi. Saa tisa za usiku naanza kuona majengo yanachomwa moto, sijaona bango. Haya, mpaka asubuhi tafrani barabarani, shida. Cha ajabu sasa, ambacho kinanisikitisha, mwendo kasi kweli za kuchomwa kweli? Hivi kuna waziri gani anapanda mwendokasi? Mmetaka kuharibu viongozi, labda kuwatoa ama kuonesha ghadhabu zenu? Haya, mwendokasi anapanda nani? Kiongozi gani anapanda mwendokasi? Kiongozi gani anapanda mwendokasi? Jamani, eh. Haya, kiongozi gani anaenda kupanda mabasi, ende Mwanza? Kuna kigogo anapanda basi wazee? Haya, sasa mumesababisha fujo. Kichwa cha habari kinasema watanzania waliouawa kwa kupigwa risasi, na vipi wale polisi waloliwa? Wamejua wenyewe wazee. Mange Kimavi, shenzi yule recho mdangaji, yuko Japan. Mange Kimavi yuko Marekani, ona alichowafanyia Watanzania, anakuja eti kwenye mtandao unamuona eti analia, unafiki, unalia unafiki, tama mshenze. Unasema watanzania wameuliwa, wameuliwa wakiwa wapi watanzania? Sitaki kusema haya, ndo bora ya kwamba eti inaonekana nimefurahia, ila watanzania mpaka wanauliwa, taifa limepoteza watu, damu zimemwagika. Nani sababu? Mange Kimavi ndo sababu. Yeye ndo namba moja muuaji aliyewaulisha watanzania. Washenze wa moja nyee, mnaenda kuharibu mwendokasi, vituo vyote mnaharibu sheli Nyie hivi mnataka mfanyeje? Ikiwa mnawafamia maskari, mnataka mpotee amani, mmeharibu mali mpoe maji mwendelee kufanya ujinga, mnakuja kulia mnalia mnalia hapa okay, mnalia okay. Maandamano mmebeba mabango, yakuwapi mabango? Okay, what problem? mnakuja hapa mnaonesha huzuni, ili hali nyie mmeyatafuta. Hivi mngekaa makwenu, wangewafika serikali inapatikana hivyo? Apuuzi nyie. Oh, marekani tunaandamana Marekani wanaandamana, wanafunja magari kule, wanachoma masheli kule, mnakuwa wajinga. Mna nini nyie mpaka mgombane na viongozi? Mna kitu gani? Mna kitu gani? Mna uwezo gani nyie wa kupingana na serikali? Mna uwezo gani? Nyie watu wana vyombo wana vyombo wana marisa wana dola, nye mna nini? wanyonge wakubwa, nye. Haya sasa, mwendokasi meharibu nani? Kafaidika sasa? asare menda wapi? ua sa hivi mnalialia what nini? mnalia nini? Sasa kwa hiyo mange kimavi ndo mtu wa kwanza aliyesababisha mauaji, siseme polisi wa Tanzania. Hata weo ungekuwa polisi ungepambana usiuliwe. Hivi kuna mtu anapenda auliwe? umeshika risasi wewe, unauliwa unapenda? Siafu Online TV unauliwa unapenda? tungule moja mia nane. Haya, sheli zimehusu nini sasa? Tuulizani hapa, sheli zimehusu nini? Sheli kuchoma, sheli zimehusu nini? Hebu tuambizane, mandamano, sheli zimehusu nini? Kuchoma haya maduka ya watu matajiri wale, wasanii, haijalishi na wakubali si wakubali, wamehusu nini kwenda kuchoma? Kwa sababu hapo CCM au because of what? Imehusu nini? Kwani mtu kuwa kwenye chama si ni mapendekezo yake? Enda kapige kura, acha ujinga wewe, kama ukitaki chama kapige exi. Kama hata bado tukitia x wanatuibia, hachapuzi wewe eh, nini oke, okay, Fujo, watu wamekufa, mmeenda Oktoba 29 sijui mmefanya nini. Haya, amekuwa nini? Vipi mama Samia akaondoka kwenye Ikulu? Kikubwa kaongeza range mpya ya usafiri wake, kafanya mmefanya hizo. Nani analia sasa? Nani anateseka? Nani analia? This time problem wanayo nani? Mnakuja kufanya upuuzi. Haya, hawa mashehe wengine wameingia, wasioingia sababu ya nini? Sababu nyie, sababu yule muhuni kule Marekani wamekufa, waliokuwemo na wasiokuwemo, si ndio mlikuwa mnataka hilo? Hamkuambiwa kwamba itatokea hivyo baadaye? Hamkuambiwa kwamba baadaye watakuja kufa watu ambao hawahusiki? Hamkuambiwa Nyie ya kwamba likichafuka watakuja kuumia wamo na wasio kuwamo? Hamkuambiwa wazee mashehe? Hawajahubiri amani mtandaoni wakasema acheni? Hamkuambiwa? Hamkuambiwa kwamba watu watakuja kupoteza nguvu, watakuja kufariki? Hamkuambiwa? Nyie mkifanya haya, mnakuja hapa mnatoroshia list ya watu waliofariki. Mbona hamjaweka na polisi hapa? Kwani polisi hawamjawaua? Mbona hamjaweka hapa? Mmeweka watu tu hapo, wekeni la list ya wale maskari mliowaua watu, watu, watu, watu, maskari tu wekeni, na maskari, maskari hapo mliwaua mpaka magwanda mlichukua kuchukua mkavaa risasi raia wa kawaida, mlichukua nyie, mna mamlaka ya kuchukua risasi? Haya, kama imetokea hayo, mlipaswa polisi wafanyeje? walipaswa polisi wafanyeje? Mnakuja kuongea ujinga. Mwendo kasi kweli za kuchomwa kweli? Sheli, magari, majumba ya watu mata kweli ya kuchomwa? Nyie mlikuwa mnasema mnamtaka rais aondoke, ndo rais mmemwondoa, mmeondoa watu nyi, alafu mnakuja mnatiatia huruma hapa, mnataka kuona watu wabaya. Majanga mmeyasababisha wenyewe. Hivi kweli mngekaa mngetulia, ngewafika hayo? Tunataka tuandamane, serikali ya haki. Haki gani wewe unaoitaka we, we? una uwezo ndo wake wewe, ikiwa kuna watu tokea natokea huko ametaka hawajaipata, we ipate nani? We mtoto wa Mbagala, unaipata haki wapi wewe, eh? haki ipate wapi? Kapige kura, ndo jukumu lako. Kuiba kuto kuiba, wachie wenyewe. Fanya kazi zako, uza mkaa muuni wewe, uza mboga, biashara zako zende, maisha yaende, ulale uamke. Haya magari metengenezwa mwendo kasi yale yamewarahisishia, mmeenda kuchoma mali. Nendeni kwenye foleni sasa, si ndio ulikuwa mnataka hilo? Wapumbavu nyie, nawaita wajinga nyie, washenzi, maafa miasababisha wenyewe. Endeleni kumfuata Mange kimavi ye yuko Marekani huko ana enjoy sasa hivi anacheka tu kwa, ana enjoy. Na jana nimeona video kapewa gari mpya kazawadiwa, nendani kwenye peji yake akawaoneshe ya kuna gari jipya kapewa. Puuzi nyie, yani huko watu wanalia, mangeki mambi anapewa gari kule. Mapumbavu wakubwa nyie, mmesababisha maafa, watu wamepoteza maisha, mashehe wengine wamekufa. Namwona huyu hapa, na naitwa Sheikh Sharifu Majini kafariki nambwali na kwake kwa, kwa ndani. Nyie ndio mmeataka wahuni, nalialia hapa mnaorozesha watu waliokufa, si mmeenda kufa wenyewe, mmeenda wenyewe kujiua, washenzi nyie, mnaongea nini? Kuna wengine wao bila ya bila aibu kabisa, wanasema wazi hatumtaki Rais Samia kwa sababu Mzanzibari. Bila ya wazi kabisa, wanasema, ziko video, wanasema sa, kwa sababu Mzanzibari hatumtaki, tuongozwe na Wazanzibari. Kwa hiyo kumbe, hiyo ndo point ikawa kubwa. Kumbe yote mnoyafanya, yakawa mnayafanya kwa sababu rais mwongozwa so Mzanzibari. Kwani kaekwa na nani? Si katiba ndio ilomweka pale? Hiyo katiba imetengenezwa wapi? Kwa hiyo kumbe nyewe mna ukabila sasa. Halafu kwani haya matukio mnosema haya, nayo haya kufanywa nyuma, si walipita waliopita, walifanya, mliandamana, mli Ah, inaonekana wazi ya kwamba kumbe maandamano yenu mlikuwa mnayafanya kwa sababu rais aliyekuwepo sio kabila lenu, basi iko wazi hiyo. Wengine wakasema kabisa, ah, Mwislamu Mwislamu, sijui vitenge, sijui vilemba, ndio kishakuwa ndio kishakuwa na ndio anamaliza mitano yake. Mange Kimavi atawaendelea kuwasababishia madhara mpaka pale mtakapojua ya kwamba hafai kusikilizwa hafai kufuatwa, hayupo Tanzania. Mange alipaswa Mange Kimavi naye aje Tanzania tuandamane naye pamoja, pamoja na huyo Recho Mdanga Mnaleta ukabila, mnaleta udini, halafu watu kwa ujinga huo. Haya, wengine wameenda kuiba, vibaka, wezi. Kuna jitu anasema sasa, vibaka ndio nafasi yetu kuiba. Watu wanaenda wa wa sheli, wamechukua wa mitungi ya gesi, video nimeiona. Wameenda kwenye maduka ya nguo, wameiba nguo. Kuandamana kule, mtu kajitafuta, kajitafuta, kafungua duka, mmeenda kuiba nguo kibao, watu wamezibeba, wa video zipo. Haya, mmeenda kwenye duka la yule msanii mmoja yule na masimu, mmeenda kuiba simu, mkachoma moto Ndo mnaandamana vile eh? hivi nyie hamjui ya kwamba jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kwa ajili ya kulinda mali na usalama wa raia? Nyie hamjui polisi kabisa, wanawaona kabisa, mnavunja mnaingia madukani mnaiba, wawafanyeje, eh? Wawafanyeje? mlitaka wawasapoti au mlitaka muachwe, yani kabisa polisi atulie asimame awaone nyie mnaharibu waangalie tu? Ni wagonjwa kweli. Hivi wewe ungekuwa wewe askari ungekubali? Mnakuja kuongea ujinga hapa, mnatia huruma kwa maafa mliwasababisha wenyewe, kwa sababu ya mtu ambaye yuko nje, yeye ana spendi maisha huko ana enjoy sasa hivi huko. Haya, nyie mshapoteza ndugu, amekuja kufanya nini? Kafanyaje? katoa msaada gani juu yenu? Awasaidie, awatumie hela? Sasa mliopata madhara, mliopata majeruhi, mumwambieni Mangi awatumieni pesa ya kujitibu, washenzi. Na nakumbuka tena nikawaambia, Recho Dangwa alitengeneza video ya kuambia watu kabla tarehe ishirini na tisa ya kwamba oh, jeshi la polisi lipo na nyie msijali, una majeshi mle wako pamoja na sisi, nendeni Recho Dangwa. Nikaja tena nikawambia, uongo hakuna mwanajeshi au polisi polisi atakayekubaliana na hilo hakuna mwanajeshi anayepokea mshahara kutoka kwenye Jamhuri ya Muungano akakubaliana na nyie mnaotaka kuleta fujo. Niliwaambia nyie juzi tena, naiona video yake analalamika Recho, wanajeshi mmetu disappoint ndio mmetufanya nini? Analalamika kinafki. Tokea lini mwanajeshi akakubali fujo, akakubali nchi watu waharibu amani? Tokea lini? Endeleni kumfata Recho washenzi wakubwa, endeleni